Ifikapo tarehe 30 mwezi huu e, yani mwezi wa sita huu inapofika e, tarehe 30 itakuwa mwisho wa matumizi ya tiketi za karatasi na tulishaanza tangu mwaka jana tarehe mbili mwezi wa tisa matumizi ya kadi maalum ambayo tunaita mwendokasi na ku, e, kutokea pale tumekuwa tukiwasisitiza watumiaji wa usafiri wa mabasi yaendayo haraka wanunue kadi hiyo ya mwendokasi ili kuondokana na kuwa na kuondokana na kwenda dirishani kujipanga kwa ajili ya kupata tiketi za karatasi ukiwa na kadi maalum yani ya mwendokasi, unaiwekea fedha tu, alafu unaenda tu unachanja pale kwenye mageti na unaendelea na safari zako kuliko kujipanga kwenye mstari. Kwahiyo mikakati ambayo tumeweka toka mwanzoni ni kuhabarisha umma wawe na uelewa wa umuhimu wa matumizi ya kadi ya mwendokasi na tukiwa, tumekuwa tukiwatangazia mara kwa mara kwamba ita, itafika tu siku ambapo tutasitisha matumizi ya karatasi isipokuwa tu kwa wanafunzi. Wanafunzi wataendelea kutumia tiketi za karatasi na ifikapo tarehe 30 mwezi huu, kama nilivyosema pale mwanzoni, itakuwa ndio mwisho wa matumizi ya tiketi za karatasi na tarehe moja ni kutumia kadi tu isipokuwa wanafunzi hmm. Na ikiwa kama mtu atajikuta hana hiyo e, kadi siku ya tarehe, yani kuanzia ya tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu, inabidi sasa ye, kwa sababu amechagua kufanya hivyo, inabidi amtafute ambaye mwenye kadi ambaye yuko kwenye kituo kile husika, ili ampitishe, amlipe yeye ampitishe.